Haya, sasa ni yule yule tena Kazikazi kazi Kampani, ni mzee wa kuwaletea vitu vizuri na kuja kuwaletea mjengo huo ulionyooka kabisa kama unavyoona mjengo huo ni wa kalot e. Upo katika mtaa mzuri kabisa e, upo Chanika, ni manispaa ya Ilala, dar es salaam e, karibu sana umiliki mjengo kwa samani ya shilingi milioni 42 tu. Narudia tena, karibu umiliki mjengo huu kwa samani ya shilingi milioni 42 tu ya Kitanzania. E, karibu sana, twende nikaoneshe mjengo kama jinsi unavyoona. Tunaofuata mjengo huo upo katika location nzuri e, mjengo umenyoka sana, mjengo hauna, hauna kipengele chochote, hauna shida yoyote. Mjengo umenyoka sana, mjengo ni mpya e, yani ndugu mteja unahamia tu e, yani una full fence, alafu alivyokupendelea huyu e, huyu bosi mwenyewe kakuwekea na frame, ina maana una, unaishi alafu unafanya na biashara hapa kwenye fremu hii kama unavyoiona unavyoiona e, kama unavyoiona e, kuni, kuni tunakwenda ku. e, kuni. Kuni, kuni mjengo sasa wenyewe mjengo, mjengo muhusika mjengo, mjengo. Kama unavyoona mjengo umenyoka sana, twende tuingie ndani, tuone. Hii ni fashion ya ya geti. Uh, twende tuingie ndani tuione jinsi ilivyo eh, nyumba kama unavyoiona ndugu mteja, nyumba imenyoka sana. Ipo mjini Chanika, ni manispaa ya Ilala, Dar es Salaam. Inauzwa bei ni shilingi milioni arobaini na mbili tu ya Kitanzania. Kumbuka ndugu mteja, unapokuja kukagua nyumba hii utapolizika, basi kumbuka kuna asilimia kumi asilimia tano za muuzaji, asilimia tano za mnunuzi. Basi mimi nitakutanisha na mwenye nyumba mtafanya mazungumzo E, mazungumzo yapo kidogo, mtafanya mazungumzo. Mtapofikia mazungumzo, basi kumbuka kuna asilimia tano za mnunuzi, asilimia tano za muuzaji. Karibu sana, nyumba ipo Chanika, ni manispaa ya Lala Dar es Salaam. E, nyumba kama unavyoona ndugu mteja, nyumba ina full tiles, ina full milango e, ina full tiles, ina full milango kwa thamani ya shilingi milioni arobaini na mbili tu ya Kitanzania. Hapa hapa tulipo, hapa tupo kwenye sting room kama unavyoona, hii ni sting room tukipiga hivi juu uh, unapata location nzuri ya, ya kuweza kuona sting room jinsi ilivyo. Sting room imenyoka sana. Tukitoka sting room, tunakuja hapa ni dining, hapa ni dining ndugu mteja. Uh, unapata nyumba hii kwa thamani ya shilingi milioni arobaini na mbili ya Kitanzania. Tunatoka dining, tunakuja hapa ni sehemu ya jiko. Tukitoka sehemu ya jiko, uh, tunakuja hapa. Uh, huu ni mlango wa kutokea baraza barazani, ya baraza la wanawake wanakoshinda wanawake, alafu ukitoka ni baraza la wanawake, mlango mdogo unakuja jikoni hapa. Haya, tunatoka hapa tunakuja hapa, hii ni corridor. Corridor inaenda kwenye vyumba. Haya, chumba cha kwanza kinakuwa ni hichi hapa kama ndugu mteja unavyoona. E, chumba cha kwanza hiki kama unavyokiona. Alafu tukitoka hapa tunaelekea wapi? Tunaelekea sehemu ya choo cha public, hiki ni choo cha public na choo ni cha kuflash kabisa. E, tukitoka hapo tunaelekea wapi? Tunaelekea ndugu mteja katika chumba ambacho ni cha ni cha singo kama unavyokiona, chumba ni cha singo hicho. E, ni chumba cha singo kina fulu milango kama unavyokiona. Tukitoka chumba cha singo tunaelekea chumba sasa cha master. E, chumba cha master cha baba mwenye nyumba kama unavyokiona. E, kama unavyo unavyoona hiki ni chumba cha master hiki e, ni chumba cha master kama unavyokiona, hiki ni chumba cha master, e, master. Yaani ndugu mteja unamaliziwa yani, nyumba hii ni mpya e, nyumba ni mpya, unamaliziwa rangi kila kitu e, unamaliziwa rangi kila kitu, unakabidhiwa nyumba kwa thamani ya shilingi milioni arobaini na mbili tu ya Kitanzania. Sasa chap chapu, Kazi Kazi Company anawaletea nyumba iliyonyoka sana tiles kama unavyoziona ndugu mteja Tairi zimenyoka sana hazina kipengele chochote, yani tairi ni ya kioo. Ukinunua nyumba hii, hii nyumba sio ya jenga uza, nyumba hii ni mwenyewe, ana shida. Kwa hiyo atamalizia na atakupa uh, kila kitu yani, anamaliza kila kitu kwa samani ya shilingi milioni 42 ya Kitanzania. Namba zangu ndo zilezile: 0612812960 au 0756548544 Mwisho sitini na mbili.